Mkuu wa Mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Burihani ameitaka kamati ya amani Mkoa wa Tanga kuendelea kuhubiri kwa waumini wao juu ya vita dhidi ya rushwa ambayo inaweza kupoteza haki ya mtu hasa kwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo yaliyoandaliwa na TAKUKURU Mkoa wa Tanga kwa washiriki wa kamati ya amani Mkoa wa Tanga, Mkuu wa Mkoa Balozi Batilda Burihani amesema rushwa ni adui ya haki hivyo tutumie haki yetu ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa bila kutoa rushwa. Masuala mazima ya kupiga vita rushwa. Mmoja ya vipaumbele vyake na ndio maana wenzetu wa TAKUKURU wamekuita leo ili kujadili kwa kina na kushirikisha kamati muhimu sana ya mali, mjaini zika, mjaini jari, kibili, ya mali katika mustakabali mzima wa kutoa elimu kwa jamii na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaenda katika uchumi na washukuru sana kwa TAKUKURU mkuo amjupa shimaini yakuailinasi katika mafunzo haya ambayo yanalenga kuzuia rushwa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka wa elfu mbili na situ. Dugu zangu kashiriki na hii, kama mnafahamu kati ya maadui makubwa wa maendeleo na ustawi wa nchi yoyote ni rushwa alianza kwa taifa na viongozi wote wameendelea wameendelea na msistizo huku wa kupiga rushwa ama rushwa ni adui wa haki. Ndugu zangu washiriki, katika katiba ya muungano wa Tanzania inatoa haki kwa mtu kujiandikisha na kuwa piga kura pamoja na haki ya kuchagua na kuchaguliwa kama kiongozi. Mwaka huu najua elfu mbili ishirini na tano ni mwaka wa uchaguzi kwa madiwani wa bunge na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hili ni jambo la kikatiba. Kwa upande wake Ramadhani Ndwata, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tanga, akaelezea jinsi rushwa ilivyokataliwa katika misingi ya dini na ilivyo kikwazo katika maendeleo ya taifa. Kama mnavyofahamu, anasema kiimani, kimaadili lakini kijinai rushwa ni adui wa haki na kikwazo kikubwa cha maendeleo ya Taifa. Hivyo, rushwa inapotamalaki katika chaguzi za kisiasa inaweza kusababisha viongozi watakaochaguliwa kwa njia ya rushwa kushindwa kuwatumikia wananchi ipasavyo. Zaidi watatumia muda wa uongozi wao kujinufaisha wao wenyewe kupitia rasilimali za umma hata hivyo, ili kukuza ushiriki wa mapambano dhidi ya rushwa, serikali imeazimia na imeanzisha mkakati wa Taifa dhidi ya Rushwa Naksa 4 ambayo inahimiza TAKURU kuwashirikisha makundi mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kutoa elimu kuhusu uzuiaji wa rushwa kwa makundi mbalimbali ikiwemo makundi maalumu na mahususi na viongozi wa dini na makundi mengine ambayo katika jamii ili kudhibiti vitendo vya rushwa katika uchaguzi maeneo ya huduma na katika miradi ya maendeleo. Ndugu washiriki, kwa kutambua kwa rushwa ni kosa la jinai na, na ni kosa la kiimani, takukuru mkoa wa Tanga kwa kutambua majukumu ya viongozi wa dini ambayo yanahusisha kuwakumbusha waumini kufuata mienendo mema inayompendeza Mwenyezi Mungu, ofisi imewiwa na kufanya semina hii ili kuongeza ushiriki wa wadau katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuwatumia viongozi wa dini uliyokusanyika hapa ambao utasaidia kusambaza ujumbe huu wa uzuiaji rushwa katika nyumba za ibada. Ni imani ya TAKUKURU kwamba wananchi walio wengi watapata ujumbe huu wa uzuiaji rushwa na watakuwa tayari kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa hasa katika kipindi hiki tunakoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa serikali kuu. Akitoa wasilisho kwa viongozi wa dini juu ya utafiti wa pambano dhidi ya rushwa Afisa mchunguzi na mkuu wa dawati la elimu kwa umma Frenki Mapunda amewataka viongozi wa dini kukemea vitendo vya rushwa kwa waumini wao, huku mchungaji Elizabeti Haule wa kanisa la Bethania na Joshua Kiura kutoka kanisa la KKKT wakaeleza uelewa wao katika semina hiyo na kueleza nini kifanyike katika uchaguzi wa mwaka ishirini na tano <muchu> sana. Mkisimama nini mkatembea. Mkisimama mkatembea sauti yenu ikasi nasema sema teizwa najiangaa asa nasema achana naitiwatokucagu kwa haki ili kuingia madarakani kwa mikono na mapenzi ya Mungu. Viongozi wa dini kama nilivyosema, nakutana na wananchi kila siku na ushawishi mkubwa na mamlaka kubwa sa ni amri yenye nguvu kubwa. Leo nimeelewa kwa mtazamo wa tofauti sana, kwamba ni watu ambao wanaweza kuelimisha na ukasaidia kufanya jambo fulani. Sasa mi kama mtumishi wa Mungu a, jambo hili nimelichukulia kwa uzito mkubwa, ya kwamba nitaenda kulisema vizuri kwa waamini na hasa hata kwenye madarasa ya Sunday School kwamba rushwa ni kitu kibaya sana. Rushwa inaua, rushwa inakunyima haki, rushwa ni dhambi mbele za Mungu. A, rushwa ni dhambi sana mbele za Mungu, maana Mungu wetu hapokei rushwa wala hatoi rushwa. Mungu ni Mungu wa haki. Kwa hiyo tunaposimama katika haki a, hatupokei rushwa wala hatutoi rushwa, tuna nafasi kubwa ya kwenda mbinguni. Hayo hayo ambayo ndio nimejifunza kwa ukubwa sana leo kwamba rushwa ni kitu kibaya sana na rushwa, tuanze kufundisha kutoka mbali, kutoka watoto hata wakubwa, mwingine ana ana nafasi ya kubadilika kwamba kumbe rushwa ni mbaya namna hii, kadiri ya maelezo ambayo mchungaji anampa mshirika wengine. Wanabadilika, wengine wanatubu. Ni katika vyombo vya uteuzi, vyombo vya uteuzi watuletee watu bora. Tunafahamu kwamba haki ya, ya, ya kuchagua au kuchaguliwa ni haki ya kila mtu, kwa kila mtu anaweza akagombea akachukua fomu, lakini viko vyombo vichache vinavyofanya maamuzi na kuturudishia wananchi watu wachache tuwapigie kura. Hivi vyombo vya maamuzi vituletee Watanzania, watu walio bora, wasituletee bora watu, kwa sababu hapa ndipo shida inapoanzia, kwamba wanachukua fomu watu wengi, na katika kati yao wapo ambao ni bora, na wananchi tunawafahamu kwamba fulani na fulani wanastahili kushika nafasi kwenye ngazi fulani, lakini unakuja kushangaa majina ya kirudi wale watu tunaowatazamia hawapo, wanakuja watu wengine, na wakati mwingine wanaletwa kwa interesti fulani za watu wachache. Kwa hiyo mimi niombe vyombo uh, vya maamuzi, vyombo vya uteuzi vitusaidie kutuletea watu bora, wasituletee watu kwa maslahi binafsi. Katika semina hiyo iliyoandaliwa na TAKUKURU kwa viongozi wa dini, kauli mbiu iliyotawala kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Pamela Chaula, Tanga TV.